Lushoto. Vyama vilivyoshiriki katika uchaguzi ni chama kimoja, Chama cha Mapinduzi na mgombea ni Profesa Riziki Silas Shemdoe. Idadi ya wapiga kura walioandikishwa ni 288. Idadi ya halisi ya waliopiga kura ni 77680. Idadi ya kura halali ni 77580. Idadi ya kura zilizokataliwa ni kura 100. Matokeo ya uchaguzi, kura za hapana ni kura 41 sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano kura za ndio ni elfu sabini na saba mia tano thelathini na tisa sawa na asilimia tisini na tisa nukta nane moja kwa matokeo haya na kwa mamlaka niliyopewa na tume huru ya taifa ya uchaguzi ninamtangaza profesa Riziki Silas Shemdoe kuwa mbunge wa jimbo la Lushoto. <coughs> Yo habari, kwanza ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze awali ya yote kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa uhai hadi leo tarehe 31 mwezi wa kumi siku wa ambayo rasmi tumepokea matokeo na kupokea vyeti uh, mimi hasa cha kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Lushoto. Ni washukuru sana wananchi wa jimbo la Lushoto kwa kuwa na imani nami kubwa kabisa kwa kunipigia kura nyingi sana za ndio, ambayo huu ni ushindi wa kishindo wa zaidi ya asilimia 99. Nawashukuru sana wana Lushoto kwa kuniamini na niwahakikishie kwamba imani walionipa nitaenda kuitekeleza kwa vitendo, nitawawakilisha vizuri bungeni lakini pia nitashirikiana nao kwenye kuiletea jimbo letu la Lushoto maendeleo. Nawashukuru sana pia kwa kumpigia Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kura nyingi sana za kishindo kwenye jimbo letu hili la Lushoto. Kwa kweli ninawashukuru sana sana sana kwa kufanya zoezi hili kuwa zoezi zuri ambalo limefanyika kwa amani kubwa, na ni waombe pia wa Tanzania wenzangu kwamba uh, tuendelee kuienzi amani ambayo tunayo. Uchaguzi huu umepita, tupokee matokeo haya ambayo yameshatolewa, na pia serikali iundwe ili tuendelee kuleta maendeleo kwa ajili ya wananchi na kwa ajili ya watu Tanzania wote wa hali zote. Ni washukuru sana pia chama changu Chama cha Mapinduzi kwa kuweza kunipendekeza ili niwe mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia vyama vingine vya upinzani waliona ni vyema sasa iwe zamu ya Profesa Riziki Shemdoe ambaye ndiye mimi, na ndio maana hawakuweka mpinzani yoyote. Ninawashukuru sana. Naishukuru sana tume huru ya uchaguzi, viongozi wote ambao wameshiriki kusimamia uchaguzi huu wote kabisa, kuanzia kwenye vituo vya kupigia kura, lakini pia kwenye kata zetu, pia hapa kwenye jimbo, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya hadi kufikia leo. Ninajua wametumia siku zao tatu hizi ambazo hawakulala, hali mnaifahamu, hali ya Lushoto ilikuwa hali ya mvua sana, lakini pia watu wameweza kutoa matokeo kutoka kwenye vituo vyetu kule kwenye maeneo mbalimbali mbali na kuweza kuyafikisha hapa. Ninawashukuru wote, nawashukuru nanyi wa, wa, wa, watu wa habari kwa kuwa nasi asubuhi hii kuweza sasa kuwajulisha umma wa Tanzania kwamba Lushoto imesema Lushoto imetiki na hatimaye wameweza kunichagua kuwa, mgomba, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa mbunge mteule wa jimbo la Lushoto, lakini pia wameweza kumpigia mheshimiwa rais kura nyingi za kishindo, na washukuru sana. Tuendelee kumwomba Mungu hali ya amani ya nchi yetu iendelee kuimarika. Asanteni sana. Mheshimiwa, kubwa zaidi wana Lushoto, sasa kipi wategemea kutoka kwako? Nitashirikiana nao kwa ajili ya kuiletea Lushoto yetu maendeleo. Nitaanzia pale wenzangu walipoishia waliopita ili kuweza kwenda mbele uweze kupata maendeleo kwenye jimbo letu la Lushoto. Nadhani tumeyazungumza haya kwenye ilani wakati tukizungumza uh, wakati wa kampeni. Kwa hiyo tutaendelea kuisimamia ilani, tutaendelea kusukuma maendeleo ya jimbo letu la Lushoto na wilaya letu ya Lushoto na mkoa wetu wa Tanga kwa ujumla wake na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana. Nini wito wako kwa ajili ya kukuza maendeleo na uchumi wa Lushoto? Tushirikiane na wananchi. Wananchi ndio ambao wameshikilia nyenzo zote za uchumi. Kazi yetu sisi kazi yangu mimi kama mbunge ni kuwatetea, ni kuwasemea, na pale mahali ambapo kuna uwezo wowote uwe wa kuweza kuweka nguvu ili tuweze kuongeza shughuli zetu za kiuchumi, lakini pia kuimarisha miundombinu, kuimarisha elimu, kuimarisha afya, kuimarisha shughuli hizi za kiuchumi ili angalau watu wawe na pesa mfukoni. Tuweze kuendeleza jimbo letu, wilaya yetu, mkoa wetu na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana. Asante. Tulikuwa na tutaendelea kuwa nayo hii kwamba mimi wamenituma. Na kwa Kiswahili niseme hivi kwamba mtumwa hununuliwa kwa kuangaliwa uso. Na kwa hali hii kwa Kisambaa tunasema mtunwagulwa cheni, wanarushoto Lushoto mtugwagulwa cheni na cheni ichi, na washukuru sana sana sana, asanteni sana waandeshwa